maandalizi na mpangilio wako ndiyo yatakaokuweka juu. Wale wanaofanya kazi katika taaluma kama vile afya, elimu au ofisini wataona ukuaji mzuri. Unaweza kupata pongezi, nafasi mpya au mafanikio kutokana na juhudi zako za muda mrefu. Usikubali shinikizo la nje likukatishe tamaa, endelea na kasi yako thabiti. Tukitazama katika upande wa mapenzi, mapenzi yako yanaenda taratibu lakini kwa kina ikiwa e uko kwenye uhusiano huu, ni mwezi wa kuimarisha mawasiliano na kujenga imani ya kudumu. Kwa wale walioko singo, mtu mwenye tabia za utulivu na uwazi anaweza kuingia kwenye maisha yako. Uvumilivu utakuwa silaha yako ya siri. Tukitazama upande wa kifedha, mwezi huu wa 11 unaleta utulivu mzuri. Unaweza kuona matokeo ya juhudi zako za awali au kupata fursa ya kipato cha ziada kupitia kazi ndogo au uwekezaji. Ni mwezi mzuri wa kuweka akiba na kuondoa matumizi yasiyo ya lazima. Epuka hatari za kifedha zisizo na mpango. Tukitazama katika afya, afya yako iko vizuri, lakini ni muhimu kujali usingizi na kupunguza msongo wa mawazo. Mashuke huwa wanapenda kufikiria sana, hivyo pata muda wa kupumzika chakula safi na mazoezi mepesi kama kutembea au yoga yatakusaidia sana. Rangi yako ya bahati mwezi huu ni kijani kibichi na kahawia. Nambari yako ya bahati ni tano na tisa. Mafusho ni rosemary kwa uwazi wa akili na bahati nzuri. Manukato ni harufu ya vanira au ravenda kwa utulivu na mvuto. Saa nzuri katika mwezi huu ni saa moja na dakika 30 asubuhi hadi saa tano na dakika 30 asubuhi. Nyota za kushirikiana nazo mwezi huu ni nyota ya ng'ombe mbuzi na nyota ya kaa. Ujumbe kwa nyota ya mashuke mwezi huu wa 11, utaratibu wako ndiyo nguvu yako. Ukipanga kwa hekima leo, kesho yako itakuwa imara na yenye mwanga. Huo ndio utabiri wa nyota ya mashuke kwa mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Basi ni kusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, bye bye.